Habari ya leo, hakuna shaka kuwa umewahi kusikia wimbo huu. Mdundo wake wa kuvutia unakufanya utake kucheza na sauti ya kipekee ya Stromae inavutia masikioni. Lakini je, umewahi kujiuliza ni nini kinachoendelea nyuma ya maneno ya wimbo huu maarufu wa Papaoutai? Leo tutafichua hadithi nzito na yenye mguso moyoni iliyofichwa kwenye wimbo huu wa dansi na uhusiano wake na maisha binafsi ya msanii Stromae. Karibu, hii ni Jackie Media TV. Kama ni mara yako ya kwanza kutembelea katika chaneli yetu, basi usisahau kubonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele ili uendelee kuwa mwanafamilia wetu na kuwa na wa kwanza kupata taarifa zote mpya. Mimi naitwa mtozi mwandamizi Emmanuel Elias, karibu twende sanjari mpaka tamati. Wimbo huu Papaoutai ulitoka mwaka 2013 kutoka kwa msanii maarufu wa Ubelgiji Stromae na haraka ukawa gumzo duniani kote. Jina lenyewe Papaoutai ni mchezo wa maneno ya Kifaransa Papa Otesi, maana yake baba uko wapi? Kwenye ngoma nzito na mdundo wa Kiafrika uliotawala chati za mziki, Stromae anauliza swali la msingi. Uko wapi baba? Mtoto katika wimbo anajaribu kumtafuta baba yake ambaye hayupo, akijiuliza kama kweli akina baba wanatengenezwa au wanatokea tu. Ni swali rahisi lakini lenye uzito mkubwa wa kihisia. Ili kuelewa ujumbe wa Papaoutai, tunahitaji kurejea nyuma katika maisha ya Stromae mwenyewe. Jina lake halisi ni Paul Van Haver. Mama yake ni Mbelgiji na baba yake alikuwa Pierre Rutare, mjenzi kutoka Rwanda. Baba yake Pierre Rutare hakuwepo katika malezi ya Stromae. Alikuwa akisafiri mara kwa mara kati ya Ubelgiji na Rwanda. Na Stromae alikuwa na kumbukumbu -kumbu chache sana za baba yake. Hii ilimwacha na hisia za utupu na maswali mengi kuhusu utambulisho wake, lakini tukio lililobadilisha maisha yake lililotokea mwaka 1994, na mwaka 1994, na ulimwengu ulishuhudia mauaji ya kimbari dhidi ya watusi nchini Rwanda, mojawapo ya matukio mabaya zaidi ya karne ya ishirini. Maisha ya mamilioni ya watu yalipotea. Baba yake Stromae, Pierre Rutare, alikuwa nchini Rwanda wakati huo na alikuwa miongoni mwa waathirika waliouawa kwenye machafuko hayo ya kutisha. Stromae alikuwa na umri wa miaka tisa tu. Mama yake alijaribu kumlinda kutokana na ukweli huu mchungu kwa muda, lakini hatimaye alipata habari za kifo cha baba yake. Kutelekezwa kwa muda mrefu na kisha kifo cha baba yake kuliacha jeraha kubwa moyoni mwa Stromae. Wimbo wa Papaoutai si tu wimbo wa dance, ni kilio cha moyo wa mtoto anayemtafuta baba yake ambaye hajui hata kama amewahi kumjua. Ni taswira yenye nguvu ya mzazi asiyekuwepo ambaye anakuwa kama sanamu tu machoni pa mtoto. Wimbo huu unagusa hisia za watoto wengine duniani waliokuwa bila baba zao na maswali wanayojiuliza. Stromae anatupatia sauti kwa hisia hizo ngumu, akichanganya furaha ya mziki na uchungu wa maisha. Miaka mingi baadaye, mwaka 2015 Stromae alifanya safari muhimu ya kwenda Rwanda. Hii ilikuwa ni ziara ya kihistoria kwake ambapo alitembelea makumbusho ya mauaji ya kimbari na kukutana na ndugu zake wa upande wa baba kwa mara ya kwanza. Safari hiyo ilimsaidia kukamilisha sehemu ya utambulisho wake na kujifunza zaidi kuhusu asili yake. Papaoutai si tu wimbo mzuri, bali ni ushuhuda wa nguvu ya mziki wa kuelezea hadithi za kibinadamu. Ni ukumbusho kuwa nyuma ya kila wimbo kunaweza kuwa na hadithi ya kweli yenye uchungu, upendo na matumaini. Ni hayo tu kwa leo. Matumaini yangu umepata kitu kipya kuhusu Stromae na wimbo wake wa Papaoutai. Je, unajua nyimbo nyingine zenye hadithi za kuvutia kama hii? Tuambie kwenye komenti hapo chini. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe kwa wengine, ili waweze kupata video nyingi zaidi kama hizi. Mimi naitwa mtozi mwandamizi Emmanuel Elias na hii ni Jack Media Tz. Mpaka wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.